Waziri wa Afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Ummy Mwalimu amepiga marufuku tabia ya wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kote nchini kuwakamata na kuwaweka ndani madaktari na wauguzi wanaokosea badala yake wafuate taratibu za kisheria kwa kufikisha taarifa kwenye mamlaka husika ili ziweze kushughulikiwa. Waziri Mwalimu ametoa kauli hiyo mjini Dodoma wakati akiwasilisha taarifa ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo hufanyika Machi nane kila mwaka. Alan Silveri ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Utaratibu wa wakuu wa mikoa na wilaya kuwasweka rumande waganga wakuu wa mikoa wilaya, na wauguzi umekuwa ukisikika buni, lakini sasa ni kama wizara ya afya inaleta matumaini mapya kwa maofisa hawa wa sekta ya afya. Waziri wa sekta hiyo, Ummy Mwalimu, anasema vitendo vya kuwaweka ndani madaktari na wauguzi vimekuwa haviwasaidii kurekebisha utoaji wa huduma za afya bali vinakwamisha majukumu mbalimbali ya kiutendaji. Nitoe rai kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Unajua sasa hivi kumeibuka kama ni fashion. Mkuu wa mkoa tia ndani daktari, tia ndani sijui muuguzi. Fanya hivi. Unapomtia ndani humsaidii kumwajibisha. Kama ni kosa la kitaaluma tuletee sisi, tumpeleke kwenye baraza la wauguzi, tunamfutia leseni. Huyo muuguzi aliyefutiwa leseni, maana yake hafanyi kazi popote nchini Tanzania wala nje ya nchi. Daktari tukimfutia leseni, maana yake hafanyi kazi sehemu yoyote. Sasa mnapowaweka ndani, fashion fashion, fashion sisi kama ni kosa la kita- na hili kwa kweli nimeongea na Mheshimiwa Simba Chawene na nitaendelea kuliongea. Hamtusaidii kurekebisha utoaji wa huduma za afya kwa mbwembwe za kuwaweka ndani wauguzi na madaktari mara kwa mara moja. Ya mifano ya karibuni ya mganga wa wilaya Eric Bakuza kuamua kuacha kazi baada ya kuswekwa ndani kwa amri ya mkuu wa mkoa wa Singida Rehema Nchimbi aliyetoa sababu ya kumchukulia hatua Bakuza. Bakuza siweza kutafsiri mwa, ambaye anakaa watu wanakufa kwa kipindupindu, lakini hatoi taarifa kwamba kuna kipindupindu. Wagonjwa wapo eh, lakini hatoi taarifa kwamba kuna kipindupindu. Sasa ya vyote vinavyotakiwa kwa ajili ya kukabiliana na ile hali ilicheleweshwa sana, kwa sababu ya uzembe, kwa sababu ya makosa ya DMO. Aidha, waziri Ummy Mwalimu amepiga marufuku wauguzi na madaktari kuwalipisha wanawake wajawazito huduma inayotolewa hospitalini ama kituo cha afya. Huduma za afya ya uzazi na mtoto ikiwemo huduma za kliniki ni bure. Kwa hiyo endapo kuna mtoa huduma yoyote anauza kadi la kliniki aache mara moja. Tukimkamata hatuna simile naye. Mwanamke mjamzito hatakiwi kuuziwa kadi ya kliniki, hatakiwi kulipa huduma yoyote as long as anaenda kwenye kituo cha afya cha serikali, lakini hata binafsi, kwa sababu hata hizi RCH clinic tunatoa tunawapa vitu bure. Kuhusu maadhimisho ya siku ya wanawake duniani Waziri Ummy Mwalimu amewaagiza maafisa kazi kote nchini kuwabaini waajiri wanaowanyima wanawake haki zao za msingi. nitoe maagizo kwa maafisa kazi nchi nzima kuwabaini waajiri wote wanaowanyima wanawake haki zao kuhusu ajira na kuwachukulia hatua kwa kuwapeleka katika vyombo vya dola mara moja. Haki ya mwanamke kuzaa ni haki yake ya msingi haiwezi kuchukuliwa, kwa namna. Haiwezi kuchukuliwa au kuzuiwa au kuwekewa vikwazo kwa namna yoyote ile, yes. Ni katika jengo la Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto ambapo Mheshimiwa Ummy Mwalimu Waziri wa Afya alipokuwa akizungumzia kuhusu siku ya wanawake duniani ambayo inatarajia kufanyika hivi karibuni. Allen Silvery, Azam News.